Ah, habari zenu? Salamu. Asante, marahaba. Nimewaita kwa dharura, kuna jambo nimeona la muhimu sana niweze kuwashirikisha. Na ninawaomba msikilize kwa makini sana. Kampuni yetu mpaka sasa hivi inadaiwa fedha nyingi sana na serikali. Na hilo deni linatakiwa lilipo kutokana na uzalishaji kwenye kampuni yetu. Na mtakumbuka kuwa kwa sasa hivi upatikanaji wa madini umeshuka sana. Maamuzi ambayo nimefikia, nitafunga ofisi na kusimamisha uzalishaji wote, lakini pia nitawaruhusu mwende nyumbani kwa muda ambao haujulikani. Na baada ya kuweka misingi ya kampuni vizuri, basi tutajulishana. Nafikiri mmenielewa eh? Bosi, hayo unayoyaongea yote hayaingia akilini hata kidogo. Tupo kwenye kampuni hii mda mrefu sana sisi, miezi sita sasa hujatulipa leo unatuambia twende nyumbani bila malipo. Hatutakubali sisi hata kidogo. Okay, kwa hiyo mnataka muendelee kufanya kazi bila malipo sio? Sisi hatukubaliani na maneno yako hata kidogo. Bosi, kumbuka <t 'amilio> <t 'amilio> wewe ni mzazi. Sisi pia ni wazazi, tuna watoto nyumbani. Mheshimiwa njia mwana mama yuko hapa, kwa tulia naomba tusikilizane nisikilizeni jamani nisikilizeni vijana sisi wote ni watu wazima na tuna akili timamu huyu bosi dawa yake ni ndogo tu dawa yake huyu bosi ni kumpeleka mahakamani huko ndo utapata